Mahakama Kuu Zanzibar mbele ya Jaji Salma Hassan leo imetoa amri ya muda ya kusitisha kitendo katika maombi madogo ya madai ya namba 18 ya mwaka 2026. Amri hiyo imesimamisha rasmi mpango wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar ZEC kuharibu vifaa na nyaraka za uchaguzi kama ilivyoelezwa awali. Uh, katika chimbuko la shauri maombaji ambao ni wadai katika mashauri ya uchaguzi namba mbili tatu nne tano mpaka kumi na nane za mwaka elfu mbili na ishirini na tano waliwasilisha maombi hayo chini ya hati ya dharura. Hatua hiyo imekuja kufuatia tangazo la tume ya uchaguzi Zeki kwa umma likieleza nia ya kuteketeza nyaraka zote za uchaguzi na uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Uamuzi wa mahakama umeeleza kwamba akizingatia uzito wa suala hilo na uwezekano wa kutokea kwa madhara yasiyoweza kurekebishika kwa mchakato wa utoaji haki, jaji ameamuru kudumisha hali ya sasa, nyaraka zote za uchaguzi zibaki kama zilivyo hadi hapo maombi hayo yatakaposikilizwa kwa pande zote mbili. Nyaraka ambazo waombaji wameomba zizuiwe kuharibiwa ni fomu ya PC namba tisa, fomu ya PC namba kumi na tatu B, fomu ya PC namba kumi na sita na fomu PC namba kumi na saba B, fomu MWJ namba kumi na tisa B, fomu KM namba ishirini na tatu. Orodha ya wapiga kura mapema katika jimbo la Pangawe, Malindi, Kiembe Samaki, Chumbuni, Chaani, Makunduchi na Mwera. Majimbo mengine ni Nungwi, Tumbatu, Mkwajuni, Bumbwini, Mpendae, Mtoni, Welezo, Amani, Mwanakwerekwe na Kijini walioruhusiwa kupiga kura siku ya mapema ya upigaji kura Oktoba ishirini na nane elfu mbili na ishirini na tano. Uh, hatua zinazofuata ni kwamba shauri hili limepangwa kurejea mahakamani kwa ajili ya usikilizwaji wa pande mbili mnamo tarehe kumi Februari elfu mbili na ishirini na sita. Taarifa hii imetolewa na Salum Bimani, Katibu wa Uenezi Mawasiliano ya Umma wa chama cha ACT Wazalendo leo tarehe 6 Februari elfu mbili na ishirini na sita.